Karibu sana Mheshimiwa Dkt. Jakaya Kikwete Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibuni sana Mheshimiwa Mawaziri. Mheshimiwa, kila wakati wowote kuanzia hivi sasa tujiandae kumpokea Mheshimiwa Rais katika eneo hili, eneo ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kupata taarifa ya maendeleo ya ujenzi wa barabara ya mzunguko wa nje ya jiji la Dodoma. Eneo hili linaitwa Mtumba, pembeni kidogo ya mji wa serikali. Tuendelee na burudani Mwinamila mpaka pale nitakaposema sasa, uh, tupumzike kidogo. Sambamba na nyinyi niwaombe Karibu sana Dr. Patricia Lavule manager mkazi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Naam. Naomba sasa tumpokee Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwinamila vijana wa Masa sasa twende sasa, twende twende, twende, twende, twende, twende sasa. Hmm. Hmm. Eh? Si Asante. Naomba vijana wa Masa tutulie sasa. Vijana wa Masa Mwinamila, naomba pia tutulie wote tuwe kimya sasa. Asante sana. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Deshna Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Mheshimiwa Daktari Jakaya Kikwete, Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini nitambue uwepo wa Daktari Patricia Lavely. Naomba nichukue nafasi hii nimkaribishe mheshimiwa katika eneo hili la Mtumba. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Akinwumi Adesina, Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Ndugu viongozi wote. Mheshimiwa Rais, karibu sana katika mradi huu wa ujenzi wa barabara ya mzunguko wa nje wa Dodoma ambayo tunaiita Dodoma Outer Ring Roads yenye ujumla ya kilomita mia moja na kumi na mbili. Mheshimiwa Rais, tumeandaa video kwa ajili ya kukueleza na ili kwa ufupi sana wa nchi yetu, lakini pia vile vile na ile barabara kuu ya Afrika inayoanzia Afrika ya Kusini mpaka Misri. Hivyo eneo hili tulipo Mtumba litakavyokwenda kuwa katika ukamilifu wa mradi huu. Mheshimiwa Rais na ndugu viongozi wote, karibuni sasa tuweze kuona video tulipo. Barabara ya kisasa ya mzunguko wa nje yenye urefu wa kilomita 112.3 na njia mbili kila upande inajengwa kwa kiwango cha juu kabisa cha lami. Hii ndio barabara ya mzunguko wa nje wa jiji la Dodoma, mradi wa kimkakati unaolenga kupunguza msongamano wa magari, kuchochea uchumi wa mkoa na kuunganisha Tanzania na bara zima la Afrika. Barabara hii si tu kwa ajili ya wakazi wa Dodoma, ni sehemu ya barabara kuu ya Cape Town hadi Cairo, ikifanya Tanzania kuwa kiungo muhimu katika mtandao wa Afrika wa biashara na usafirishaji. Mradi umegawanywa katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza kutoka Nala, Veyula, Mtumba hadi Ihumwa dry port, yenye urefu wa kilomita 52.3 Tumba hadi Mahomanyika kazi nyingine kama tabaka la kokoto saruji, madaraja makubwa na makaravat zinaendelea kukamilishwa kwa kasi. Sehemu ya pili kutoka ihumwa dry port matumbulu hadi Nala, yenye urefu wa kilomita 60, inatekelezwa na AVIC International Project Engineering Company Tech Consult Limited. Hadi sasa mradi umefikia asilimia 85.01. Sehemu ya Matumbulu hadi Nala ipo katika hatua za mwisho za kuweka lami, huku kipande cha Ihumu hadi Matumbulu kikisonga mbele kwa kuweka saruji na kokoto. Mradi huu umeleta ajira na mafanikio ya kiuchumi kwa wananchi. Jumla ya wafanyakazi 922 wameajiriwa, ambapo wazawa ni 867 na wafanyakazi 55 ni wageni zaidi ya wananchi elfu mbili wamefaidika moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja kupitia mradi huu. Kupitia ujenzi wa barabara ya mzunguko wa nje wa jiji la Dodoma, miradi ya kijamii inaendelea kutekelezwa ikiwemo ujenzi wa shule ya msingi Chilwana iliyopo Ihumwa, vituo vya afya Ihumwa, Mahomanyika, Veyula na Nala, uchimbaji wa visima virefu katika maeneo ya Matumbulu, Mahomanyika, Makutupora na Ihumwa ambapo miradi hii ambatanishi yote ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Ujenzi wa barabara hii pia unahusisha mradi wa upandaji miti ipatayo laki moja na hamsini elfu kwenye mzunguko wote wa barabara chini ya mradi wa kukijanisha jiji la dodoma GSP unaofadhiliwa na GEF kupitia benki ya maendeleo ya Afrika AFDB. Mradi huu unatekelezwa na TANROADS kwa kupitia kikosi cha jeshi 834 JKT Makutukora ambapo hadi sasa miti 1035 na 20 imeshapandwa kuanzia eneo la Nala hadi Mtumba na ipo katika hatua mbalimbali za ukuaji. Zaidi ya shilingi za Kitanzania milioni 178 zinatumika katika utekelezaji ikiwa ni ishara ya maendeleo jumuishi. Mkandarasi na mhandisi mshauri wote wameleta wataalamu na vifaa kwa mujibu wa mkataba. Zaidi ya mitambo 321 imeshatumika, mara mbili ya ilivyotarajiwa, kuhakikisha kazi inakamilika kwa, kwa viwango vilivyokubaliwa. TANROADS kupitia makao makuu na ofisi ya mkoa wa Dodoma wanaendelea kusimamia kwa karibu kila hatua inayoendelea. Mradi huu unatekelezwa kwa ushirikiano madhubuti kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Benki ya Maendeleo ya Afrika, AfDB. Mradi huu utaleta taswira mpya katika jiji la Dodoma. Huu unarahisisha uingiaji na utokaji katika mji wa Dodoma. Usanifu wa barabara za maingiliano, yani interchange umekamilika na wataalamu hivi sasa la Mtumba tunapokaribia kukamilisha mradi huu barabara ya mzunguko wa nje wa jiji la Dodoma inasimama kama ishara ya maendeleo, mshikamano wa kikanda na dhamira ya taifa letu. Hii si tu barabara, maendeleo, njia ya mafanikio na urithi wa vizazi vijavyo. TANROADS Tanzania ya miundombinu. Uh, lakini pia tumeandaa video kwa lugha ya Kiingereza ambayo tutaomba baadaye timu wetu wapatie ili Mheshimiwa Dr Adeshina, tuliandaa pia mchoro kwa ajili ya kuonyesha ile interchange ya hapa itakavyo. Mheshimiwa Rais, mchoro uliopo kulia hapa ndio eneo hili la mtumba litakavyokuwa. Kwa hivyo, hii ni barabara kuu ya kutoka Dar es Salaam. Uh, Dodoma na kwenda mikoa ya Kanda ya Ziwa na kwingineko, na hii barabara ya chini hapa, chini hizi hapa mbili ndio bara tulipo, hizi barabara za outer ring road, hizi hapa, na haya ni matoleo yatakao kuwa, mtu anayetoka Dar es Salaam anaweza kuwa anataka kuingia kwenye outer ring road, kwa hiyo anatumia hii hato sana na kukutana na wengine na halikadhalika, atake kuwa anataka kwenda Ihumwa labda aende dryport SGR atapita upande huu hapa. Na halikadhalika, atake kuwa anatoka Dodoma anayetaka kuingia ring road huku atapita hapa. Mheshimiwa Rais, ukiitazama vizuri hii barabara juu yake hapa, utaona ina barabara kwa ajili ya BRT. Kwa hivyo mbili zitakuwa zinatoka Chamwino zinaingia Dodoma mjini na mbili kutakuwa na kwenyewe, kuna flyover kama unavyoiona hapa na ni na, lakini ni sehemu ya mradi huu e, iko pamoja Mheshimiwa Rais, wasiingiliane na watu wanaopita katika barabara kuu ya Dodoma Dar es Salaam. Kwa hivyo hizi ni Magufuli maarufu na mchoro wa mwisho ni namna ambavyo magari yatakavyo. Inaendelea hivi sasa na mazungumzo na wahisani hususan uh, Benki ya Maendeleo ya Afrika. Mradi huu tunatarajia utakuwa na jumla ya shilingi bilioni mia moja na thelathini na moja wa kujenga namna hivi ambavyo tumepanga, na ili pia Mheshimiwa Rais eh, mradi huu ukikamilika utafanya beautification kubwa sana namna ambavyo mji wetu utakavyopendeza. Tunaomba tuchukue fursa hii kukushukuru sana wewe mwenyewe kwa miongozo yako na namna ambavyo eh, unatuelekeza kila mara katika kuhakikisha kazi hizi zinakamilika. Tunashirikiana vyema kwa namna ambavyo tunasaidiana kuzungumza na AFDB. Mheshimiwa Rais, mwisho tunaomba tukujulishe kwamba Wizara ya Ujenzi imejipanga pia barabara hii ya mzunguko pale mbele itatoka nje ya eneo la Ikulu kwa maana mtu atakutana na barabara ya, ya nje ya mba. Naomba sasa nikukaribishe kwa maelekezo yoyote yale yaliyopo. Asante sana, asante sana, shukrani, asante sana. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. kituo Msalato kituo kinachofuata. Asante, Mheshimiwa Rais, ah, mbele yako ni baadhi ya wakazi wa eneo hili la Mtumba ambao wamekuja, eh, kukupokea ah, siku i ya leo. Naomba viongozi wengine sasa tuingie kwenye vyombo vyetu vya usafiri na tuanze kutangulia kituo kinachofuata cha Msalato. Naomba viongozi wote sasa. Watu wa kamera mnanizingia hapo. Dodoma oye! Mtumba oye! Haya, ndugu zangu, nawashukuru kwa kutuunga mkono kwenye shughuli hii mnayemwona hapa ni mgeni wetu ambaye aliingia jana. Tumekuwa na shughuli naye jana kutwa. Alikuwa na Mheshimiwa Rais Kikwete, walikuwa na shughuli kule Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na leo tumekuja kumuonesha fedha zinazotoka kwenye benki yake zilivyotumika kufanya maendeleo Tanzania hasa hapa Dodoma, wetu wa Msalato pamoja na miradi mingine mingi. Kwa hiyo kuona ni kuamini, tunamzungusha aone, na mlikuwa mnamsikia waziri wa, wa ujenzi kwamba huu mradi bado ni mkubwa. Dodoma inakuwa mkopo, kama kawaida yetu, mkopo usio riba kubwa, mkopo kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania. Kwa hiyo nimalizie kwa kuwashukuru sana kwa kuja kwenye shughuli hii na kuniunga mkono. Asanteni sana. Asante, asante.